Misako kamata, kumi. Katika misako yetu inayoendelea tumefanikiwa kuwakamata jumla ya watumio kumi au wamekamatwa katika msako mkali uliofanyika uh, Machi 14, 2025 mpaka sasa bado unaendelea dhidi ya ujangili ambapo ulijumuisha vikosi maalum kutoka jeshi la polisi Tawa na Tanapa, ambapo jumla ya silaha tatu zilikamatwa. Hizi silaha za, ambazo tuseme silaha za moto tatu zilikamatwa wakiwa wanatumia katika uwindaji haramu wa uh, wanyama waliozuiliwa kwenye hifadhi za taifa. Silaha zilizokamatwa ni shotgun mbili na gobole moja linalotumia risasi za shotgun uh, pia zimekamatwa risasi 22 uh, vichwa sita vya risasi za kienyeji, maganda tisa ya shotgun, vifaa vya kutengenezea risasi mia moja na thelathini na tisa na baruti kopo mbili ndogo. Pia vimekamatwa vichwa viwili vya mnyama anaitwa Nsia au Common Duika miiba 128 ya mnyama nungunungu upinde mmoja mishale minne na vichwa vya mishale kumi na tano. Waliokamatwa kama nilivyosema, wako kumi: ni Safari Pasco Tamba miaka ishirini na tatu, ni mkulima mkazi wa Tanga. Jacobo Amori Chigange miaka hamsini, mkulima mkazi wa Melela lakini amekamatwa. Matias John Ndalu miaka ishirini, mkulima mkazi wa Melela amekamatwa. Huseni Rashidi miaka sitini na sita, mkulima mkazi wa Melera amekamatwa pia, Athmani Robert Matonya, miaka 48, mkulima na mkazi wa Vianzi Mlandizi, amekamatwa. Ismaili Omari Mahioro, miaka 75, mkulima mkazi wa Tandika, Dar es Salaam. Wengine ni Shabani Muhamedi Kalesera, miaka 50, huyu mkazi wa Mkundi, Bakari Haruna Nzire, miaka 53, Ab Abdukarim Ibrahimu Mashaka, miaka 55, mkazi wa Kilombero, na Nestori Gabriel Mkami, miaka 58, mkulima na mkazi wa Merela Mlandizi. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro alinathibitisha kwamba limemkamata mwalimu Mkame Living Mwaisumo, huyo ana miaka thelathini, ni mwalimu wa shule ya sekondari ya Zombo iliyopo wilaya ya Kilosa mkoa wa Morogoro kwa tuhuma za kumbaka mwanafunzi wake wa kidato cha pili. Hili tukio limetokea tarehe kumi na tisa mwezi huu wa tatu muda wa asubuhi kati, huko katika shule ya sekondari ya Zombo iliyopo kijiji na kata ya Zombo wilaya ya Kilosa. na kwa mwanafunzi jina lake tunalihifadhi kwa sababu za kimaadili, uh, jinsia ya kike mwenye umri wa miaka 16 wa kidato cha pili alifanyiwa ukatili au kubakwa na mwalimu wake, wakati wakiwa ndani ya ofisi ya mwalimu mkuu wa shule hiyo alikokuwa amemtuma kwenda kufuatilia mwongozo wa somo au lesson plan. Kwa hiyo akiwa na huyu mwalimu, alikuwa na kaimu mwalimu mkuu kwa siku hiyo. Kwa hiyo alimtuma wanafunzi kwenda ofisini na baadaye alimfuatilia kule na na kumfanyia vitendo vya ukatili. Mtuhumiwa amekamatwa baada ya mwanafunzi aliyefanywa ukatili kutoa taarifa kwa jeshi la polisi. Na uchunguzi wa awali umebaini kuwa chanzo cha tukio hilo ni mmomonyoko wa maadili, lakini uchunguzi wa kisayansi unaendelea ili kukamilisha uh, upelelezi. Wakati huo huo, jeshi la polisi limefanikiwa kumkamata uh, dereva aitwaye Abubakar Adam Mwichangwe mwenye umri wa miaka 30 ni dereva na mkazi wa Tabata Kinyerezi, Dar es Salaam, Aliyekuwa anatafutwa kwa kosa la kula njama ya kuharibu gari uh, yenye namba ya usajili T 661 BXW ikiwa e, anavuta tera namba T 489 BHC kwa kulichoma baada ya kuiba mafuta aina ya diesel lita 1035 na 700 yenye thamani ya shilingi milioni 77 laki moja na 1012. Hii ni mali ya kampuni ya Asa Logistics Tanzania Limited yaliyokuwa yanasafirishwa. Tukio ambalo lilitokea Machi kumi na sita, ishirini ishirini na tano mkoani Morogoro. Kama mtakumbuka, tuliwataarifu kwamba tunamtafuta huyu dereva. Kwa hiyo tumefanikiwa kumkamata na hatua za upelelezi zaidi zinaendelea.